Ameyasema hayo alipokuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa siku ya viziwi duniani iliyofanyika viwanja vya stendi ya zamani mkoani hapa. Ninaye mganga mkuu wa mkoa hapa. Ninamwaagiza aende akaweke mpango madhubuti kwenye hospitali yetu ya Rufaa Mandewa, hospitali zetu zote za kata, za nati, vituo vya afya, hospitali za wilaya tuweke utaratibu wa namna bora ya kuwapata wakalimani tunapompata mwenzetu mwenye changamoto kama hii. Inawezekana tukiwatambua tukawa na simu zao, akitokea siku hiyo mgonjwa, tunamwita on call, tunampa hela yake, amemwasilisha vizuri mgonjwa, mgonjwa amepata dawa, amepata tiba, na hiyo ndio Tanzania Tanzania oye. Kwa hiyo sitaki kuona eti mtu amebakwa apati haki yake kwa sababu haeleweki anachoongea mtu anaumwa, ameshindwa kusikilizwa kwa sababu hakuna mkalimani wa kutafsiri nini anachoumwa. Haya yanawezekana, tumesomesha vijana wengi. Baada ya maelekezo ya mkuu wa mkoa, mganga mkuu wa mkoa wa Singida Dr. Victorina Ludovick amekubali kuyafuata maelekezo hayo, na hapa anazungumza. Nimeyapokea moja kwa moja maagizo ya mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa sababu ni kweli kuna changamoto katika eneo hili kwa sababu hii taaluma ya ukalimani tulikuwa bado hatuja niweka kwenye nafasi za ajira katika hospitali zetu. Kwa hiyo bado kuna changamoto tunashukuru wenzetu tayari wameshaanza kama tulivyoambiwa leo, Mbeya tayari wameshaanza kuweka hizo ajira. Kwa hiyo tutajitahidi kuweka hata kwa kuanza kwa mikataba, lakini inapofika mwaka wa uandaji wa bajeti ikama kwa ajili ya watumishi tutahakikisha tunaweka nafasi hizi, na hasa tutaanza na hospitali ya rufaa ya mkoa, lakini na hospitali za wilaya. Wakati huo huo, kaimu mwenyekiti wa viziwi Tanzania pamoja na risala yao imeeleza kile ambacho wanakihitaji. Ah, uh, tunakumbuka mheshimiwa mgeni rasmi ameelezea masuala mengi kuhusiana na haki za viziwi na haki za watu wenye ulemavu, lakini ameahidi kuwa balozi wa viziwi. Lakini pia ameweza kuahidi kwamba atabeba jukumu ya yale yote ambayo tumemweleza uh, kutokana na shughuli ya leo, kama ambavyo tulimweleza kuhusiana na mkataba wa itifaki wa Afrika wa watu wenye ulemavu wa ADP, tulitegemea kwamba yeye uh, kama mheshimiwa mkuu wa mkoa awe balozi kuweza kufikisha ule waraka ambao tumempa, ili uh, walao haki zetu ziweze kutimizwa, walao tuweze kupata huo mkataba wa kimataifa wa Kiafrika ADP hapa Tanzania uweze kuwa ratified uweze kupitishwa. Kwa hiyo tunaomba serikali ikae kwa kushirikiana pamoja na CHAVITA iweze kufanya tathmini na kuboresha huduma ya ukalimani kwa wakalimani ambao wanatoa huduma katika vyombo hivyo.